Maandalizi mazuri, maandalizi mazuri. Wachezaji wanafanya mazoezi vizuri tangu Cairo mpaka hapa tumesafiri salama tunamshukuru Mungu na wachezaji wanaendelea kujiandaa. E, wachezaji wote wanafahamu e, tumekuja kwenye mashindano tunataka kushindana. Mwalimu amekuwa akiongea na, wa, na wachezaji karibu kila siku kuwaambia kile ambacho anategemea kutokana na mafunzo yake kile ambacho anategemea kutoka kwao na kila mchezaji nadhani anafahamu umuhimu wa mashindano na ukubwa wa mashindano. Kwa hiyo wachezaji wote wamejiandaa kiakili na kimwili na wanaendelea na maandalizi ya mwisho kabla ya kuelekea kwenye mchezo wetu wa kwanza. E, mimi narudia siku zote tunapo wachezaji wanapokuwa katika kambi wanapokuwa katika michezo katika mashindano kama haya, ni wanaliwakilisha taifa wako, hapa kwa niaba ya Watanzania wote, kwa hiyo Watanzania ambao hawako hapa waendelee kuwaombea wanajeshi wao, waweze kuwa salama, waende kupambana vizuri, ili kuhakikisha kwamba tunalirudishia taifa heshima na, na furaha. Hicho ndio kikubwa. Sisi tuko tayari kupambana kufa uwanjani kwa ajili ya watanzania wote.